Unakuja hapa uhakikisha, nyumbani hauna mke wala mtaani hauna kademu basi basi basi kumtoboa kumtoboa, kisu kigazama ya ya kwako, unajishindia kule kabisa na na wao. Ukishindwa unakutana na makofi matano. kwa kwa kwa nini ushindwe kumtoboa mara tano eh? Lakini bana DJ DJ, mimi naomba basi, umlete mtu wa msafara aje atoe onyo kwa Tanzania k

sana studio. pamoja na ni hapa kabla sijaendelea, mimi nimekaribishwa hapa kwa ajili ya mambo mawili. Jambo la kwanza ni kutoa onyo pamoja na kuruhusu michezo yote iliyosalia ili wa Tanzania washuhudie nini tunawaletea hapa. Michezo hii inayofuata hapa ni michezo hatari sana. Hivyo kabla sijaruhusu michezo hii kuendelea huwa anapenda kwanza kuitolea onyo tena onyo kali sana hususan kwa watoto wadogo wadogo kama hawa. Kwa maana mtu yeyote uliyoko hapa unaruhusiwa kuja kushiriki hapa hata kama ukiwa unajijua wewe ni bau sana namba moja kwenye hiki kijiji unakaribishwa tu hapa na ubau zako huo. Ukifanikiwa kumchukua Monika hata kidogo, nitakupatia zawadi shilingi elfu hamsini kule. Ukishindwa mimi sitokudai kwa maana ni uzembe wako wewe mwenyewe. Lakini pia wakati nafungulia nyoka wangu hapa nisingependa kuona watoto wadogo wadogo kama hawa mkiendelea kuzalia hapa. Watoto wote sasa, nisikilizeni kwa makini, ninawapatia zawadi ili wote mtoke hapa. Watoto nawapatia shilingi elfu kumi ya bule. Hiyo shilingi elfu kumi, kama ni mwanafunzi uende ukanuwe madaftari pale dukani, lakini kama usome shule uende ukanuwe mandazi ukashibe, utoke hapa. Tumeelewana?